Inna dunya daru mamarrin wa inna al-akhirata hiya daru lmaqari fatazawaduu bitaqwa min mamarrikum limaqarrikum, hii dunia ambayo kwamba sisi twajigamba nayo, baada ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametujalia nguvu, tunao uwezo wa kufanya jambo lolote sasa tuambiwa ya kwamba inna dunia daru mamarrin, ni jumba ambalo kwamba twapita, ni jumba la kupita tu, yani ni wapita njia. fa inna l akhirata hiya daru lmaqari, na hakika ya akhira, akhira ndiko huko twendako, na huwezi kufikia akhira mpaka malakul mauti akujia aichomoe roho yako ama aitoe roho yako.